Assalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatu, mtazamaji wa Kishki TV, karibu sana katika show yako hii ya Ramadhani Quiz, na leo Ramadhani Quiz ikiwa imebukia hapa maeneo ya Zakem, Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania. Kama kawaida, napokutana na wa waislamu ambao nitabahatika kukutana nao nitawa challenge kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanzo wa Ramadhani Quiz eh, tunaanza nayo alafu mwisho wake inakuwa ni tumekubamba na robo karne nyuma ya kamera ikwa Omari Salum Nyanga. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Swali langu leo linasema hivi, mwezi mtukufu wa Ramadhani, je, yeah. huu ni mwezi wa ngapi katika miezi kumi na mbili ya Kiislamu? Siku ambayo utajua hujui, ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Nifuate. Shehe wangu, alaykum, alaykum wa salaam bibi. Shehe wangu, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hali yako, ndugu yangu. Nani? Habibu Mponde Saidi. Mponde Saidi Mponde, vipi? Swaumu inapanda, iko vizuri? Vizuri, mashaallah. Mimi nakuuliza swali, ndugu yangu, ukipata nakupa zawadi, ukikosa nakupa elimu, sawa? No. Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa ngapi katika miezi 12 ya Kiislamu? Au ni mwezi wa 12? Mwezi wa 10. Mwezi wa Mwezi mtukufu wa Ramadhani katika miezi 12 ya Kiislamu ni mwezi wa tisa. wa Masha Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bas yako zawadi hii hapa. Tunakupa zawadi. Tomba anambia neno lako kwa Waislamu kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini. Unawaambiaje? Eh, mimi naambia kwamba labda tujit, sio niwaambie. Ninasema tujitahidi. Sio nawaambia tujitahidi, katika masuala ya dini tujitahidi. Kwa mfano kama hivyo, huyo bwana anaitwa bwana nani? Lakini katuzalilisha huyo kwamba mwezi, yaani mwezi wa Kiislamu wewe, Muislamu unashindwa kuanza mwezi wa kwanza wa pili wa tatu, unajua mwezi gani mfungo ngapi unashindwa. Kwa hiyo ukatudalilisha, tujitahidi kusoma na tusomesha watoto wetu, na tunapodi nyumbani, watoto wetu tuwaulize, kwa sababu kuna mwingine. Hata leo mimi mwanangu atapodi shuleni, lazima nimwangalie, umesoma umeandika wapi, naangalia napitia, hata kwenye Qur'ani vilevile. Akenda madrasa nikirudi naangalia umesoma wapi. Haiwezekani sura moja aw anasoma siku tano sura moja haiwezekani. Ramadhani qi kwa leo mtazamaji imeisha hivi. Leo nilikuwa hapa maeneo yazam, na swali kama ilikuwa gumu kidogo hivi, kwa sababu wengi wamechemsha, isipokuwa mmoja ameweza kupata, na hakika ni mwezi wa tisa. Ramadhani ni mwezi wa tisa katika ile miezi 12 ya like Kiislamu. Mwisho wa ramadhani quiz ndio mwanzo wa tumekubamba na robo karne mwaka huu wanafanya mashindano makubwa mabara yote ulimwenguni pale katika uwanja wa Mkapa. Naomba niambie mashindano yatakuwa tarehe ngapi mwezi wa ngapi? tarehe 16 mwezi wa tatu. Mashallah, takbir! Allahu Akbar. Wa kwanza Sheikh Ali Hamadusi. Namuomba asikose kufika uwanja wa Mkapa tarehe 16 mwezi wa tatu. All right. kwa Makwanza... wa wa ajili ya mashindano makubwa ya Qur'an ambayo kwamba yatakuwa ni ya kimataifa wa pili ni Mohamed Hamisi na watatu ni Mariam Usi. e, e, shawa na omba wasikose kufika katika uwanja wa Mkapa tarehe 16, kwa ajili ya mashindano makubwa ya kurani, kuja kusikiliza kitabu kitukufu cha kurani na vijana jinsi watakavyoisoma kurani tukufu. Asante sana, zifu wa Ramadhani inshallah, shamoja kumbukumbu na mshindi wangu hapa Salamu aleikum. Tena mzenani unaitwa Omar, naomba nitajie nchi mbili za Afrika ambazo zitashiriki mashindano makubwa mabara yote ulimwenguni pale kwa Mkapa tarehe 16 mwezi wa tatu, ukiacha Tanzania, N nchi ambazo zitashiriki katika mashindano ya Qurani, ipo Uganda, ipo Kenya. Mashallah, takbir Allahu Akbar. Ah, mzee wetu amepata bwana kwao, tunampa zawadi yake. na sita mwezi wa tatu hatu nawaita, kwanza naita na familia yangu, namwita mke wangu kipenzi ashiriki aje katika mashindano, na kuna mtoto wangu anaitwa Nurudini yupo ila la Islamiki, na nataka naye ashiriki, na mwanangu mwingine wa kiume anaitwa Nasoro aeklyaonapandaunafunwnafunahikia tarehe kumi na brother, hali yako kaka? Sawa nani akhi, nashukuru alhamdulillah. Unafunga? Unafunga kama? Nafunga basi, ndio hiyo. Al Hikma Foundation tarehe 16 mwezi wa 3 wanaandaa mashindano makubwa ya Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni pale kwa Mkapa. Naomba niambie mashindano yanasimamiwa na nani? Kishki Foundation Nani chini ya nani anasimamia? Takbir. Allahu Akbar. Mashaallah. Brother amepata tunampa zawadi yake. Hivi ndivyo ambavyo tumemalizana na tumekubamba na robo karne nilikuwa nimemalizia hapa katika kijua hiki cha bao ambapo, uh, watu wakiwa wanaendelea na saumu zao, lakini wakiendelea kucheza eh, bolao. Nimekuja hapa, hapa kuwa challenge. bila shaka umesikia siku ambayo utajua hujui ndo siku ambayo utajua ulikuwa hujui. nyuma ya kamera ni Omari Salum Nganga. mimi ni Mwana wamali Mashi. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu